Bwana karibu katika uchambuzi wa masuala mbalimbali hasa ya fasihi. Na leo tutakuwa nami John Mabala ama Mabala the Storyteller. Katika channel ya Mabala the Storyteller ndio platform pekee ambayo inatukusanya watu wote wapenda kazi mbalimbali za mbali kifasihi, masimulizi pamoja na matafasiri mazuri sana. Tembelea huko utapata kazi mbalimbali kama like to share, subscribe pamoja na ku support kazi kwa namna moja au nyingine. Sasa karibu katika somo la leo. Leo nimekuja kwa ina pekee kwa sababu nimekuja katika hali ya uchambuzi na kama unavyoona hajapoa. Yaani ni kama ni makamba yuko baada ya papa ambaye anahakikisha mambo yanakwenda sawa sawa na barabara. Ah, leo tunakuja na uchambuzi wa swali la KF 318. Hili ni swali ambalo limetolewa na wanatakiwa kufanya wanafunzi wa mwaka wa 3 katika Chuo Kikuu cha Buse. Kwa hiyo nimeona ni jema kwa pamoja tushirikiane kwa pamoja kulichambua kurahisishia kujibuji mzuri, kila mmoja aweze kufaulu. Wahusika ni muhimili muhimu wa kuibua na kuendeleza maudhui yanayochora taswira ya, ya mifumo ya kijamii ya maisha ya watu katika jamii. Hakiki kauli hii kwa hoja na mifano madhubuti kutoka katika riwaya ya Maji hayafuati mkondo ya Felista Mahonge na Ahadi Yangu ya Esther Masele. Mathele. Na riwaya ya pili inaitwa Maji hayafuati mkondo. Riwaya hii imeandikwa na mwanadada pia Felisa Ara Mahombe. Kwa pamoja tutachambua uchambuzi ambao utakwenda kuangalia swali nataka nini, na tutaangalia mifano madhubuti kama cha tatwa. Na ukifuatilia uchambuzi, usikipo hata hatua moja, kwa sababu tutachambua, na ukifika kwa makini utaelewa na utafanya vizuri swali lako, na utaelewa vizuri kitabu kinataka nini. Kuna mkeka ambao umesheheni kabisa, kwa sababu mimi pia sio tu mwalimu lakini pia ni msimamizi wa masuala ya hadithi. Kwa nini? Kwa nasoma kuna ndaa script, kwa nimepanga wahusika wote pamoja na kunasa na kuthibitisha kutoka kwenye riwaya. Kwa hiyo kazi inakuwa imeshiba, sio mtoto. Tunaanza na swali kama unakuwa swali letu nataka nini, kulifungua swali e, swali ni ni rahisi, lakini pia swali inaweza ikawa ngumu. Ugumu wa swali wa swali kwani Unaweza pale ni pale ambapo unamtaka tu kuonyesha usifa wa kwa nini maudhui. Na anaweka sana. Lakini ngumu ni namna ya kujibu kwa kama mpangilio mzuri. Kwa hiyo ni lazima mtu ajibu swali. Haya majibu yanapatikana hapa hapa. Ni kwa hiyo kama ni subscribe basi. Na kama kuna mtu atakuwa na swali lolote kuhusiana na kazi ya bora kwenda kuwakilisha na masuala mbalimbali ya kifasihi, asisite kujiunga na program ambayo nimejaanzisha ambayo wameshiriki kujitengeneza kazi ya mtambuzi wa kazi

tulipozoea kuwepo, nasema uu a ndn tofauti kidogo, kwa sababu maudhui auma a maudhui kwa ujumla ni jumla ya mawazo dhamira ama ujumbe unaowasilishwa katika kazi ya fasihi kwa Kwa hiyo tunakwenda tunakwenda nje ya yale mambo katika ya ya chini na na na na hapo tunakwenda kuangalia mawazo ile wazo mwandishi. Pamoja na kama ukielezea vizuri umeshamaliza ya hitimisho tano. Nne. Nne Pale basi, katika ngazi hii ya maana ya mujibu Mungu atawa katika. Sasa kwa nafasi ya pekee ndio bila kuanza na riwaya ya Ahadi Yangu. Riwaya bora sana ambayo imesimulia masuala mengi sana ya Mungu katika jamii. Na tutaangalia wahusika mbalimbali na jinsi ambavyo walivyo weza kuibua haya masuala. E, ni kweli kwamba eh wahusika ni mwenili wa kuibua, unaweza kukubali au ya kukataa. Yaani e, ni wewe ndio lakini sana sana wewe ukakataa kwa sababu ni chafu. Maana nyingi za kitu kubali na mbona msingi Utakubali ndasibitisha hali kupitia riwaya yangu na Esther Jane masere pamoja na maji hayafuati mkondo ameamilikwa na Fista Arapu Mkondo. Anza na riwaya ya ahadi hapa sasa, tukae kwa kutulia, andaa anda peni yako vizuri, andaa daftari lako, relax. Chukua maji yako vizuri kunywa, ili baada ya hapo subscribe account, share hiyo video kwa wengine, twende kwa pamoja nichambue. Sasa amali yote, ili uweze kulijibu ili swali vizuri Ningependa kushauri tu, ni vyema ungeamua kuchagua wahusika ambao wana play negative role au tunasema mchango hasi. E, kwa nini mchango hasi? Kwa sababu hawa ndio wanaibua dhamira nyingi. Wahusika kwanza kabisa ni Mzee Sokoro. Mzee Sokoro huyu ni baba yake Kivito, mke wake alikuwa anaitwa Mama Sokoro. Huyu alikuwa ni kwanza kabisa ameibua swala la umaskini, ikawa umaskini unaonekana hapa lakini nimeonekana katika ukurasa wa 12. Anakifungua katika Ahadi yangu hapa ukurasa wa 12. Kuna mbili mafishe pale ambapo kuna mazungumzo pale ambapo ikizidi anachukuliwa kujiunga na chuo cha Mtakatifu Yohana. Na bahati mbaya babake kumwambia kumwambia uh, sasa kwa nini ujijaza vio binafsi? Ah, bora ujijaza vitu vya serikali ili usomeshwe na mkopo wa serikali. Si unajua mimi si na kivitu, akamwambia kwamba hakuna sababu baba, kwa sababu serikali pia inajua mkopo. Alijielezea kwamba mimi hali yangu ni duni kusomesha sina na hata pia maisha yao yalikuwa wanaishi hivi, ni mzee mtengeneza kibatai. Kwa hiyo naona kama suala maskini limeibuliwa hapa, ambao ni miongoni mwa dalili ambazo zimejiwa na hato. Na hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa mkutoa kwa hili alipokubali maoni ya mke wake kuhusiana na jinsi ya kulea watoto na mambo mengine kama hayo. Hili swali inathibitishwa pale ambapo eh, alipoungana naye hata ukurasa wa 12 tunaona kwamba alikuwa ni mtu wa familia. Isingekuwa rahisi kukubali maoni ya mke wake ambao jamii ilikuwa na mtazamo hasi. Ah, kama unajua ulikuwa ameplay mchango wake ni chanje. Kwa hiyo kuna dhamira nyingi ni nadra sana. Tunamwacha, tunaitaka kama mtu wa pili hapo anaweza kumongezea na mama mama Sokoro. Sasa mama Sokoro naye ana dhamira kama hizi hizi, kwa sababu wote walikuwa ni familia moja. dhamira wa maskini muonekana kitu. alikuwa ni mzee wa familia, alimshauri Kizito kuhusiana na maswali mbalimbali ya kupambana na mambo mengine kama haya. Sokoro na mama Sokoro hapa wapo katika jamii, tunaona huko wengine pia ni miongoni mwetu, tumetoa wale watu wengine za maskini wakulima, eh ili tuishi pale moja kabla ingia shambani so'? Mhusika namba mbili ni mzee Kipara. Mzee Kipara ameibua dhamira nyingi sana au maudhui mengi sana na ame miongoni mwa wahusika wakubwa waliojitenda baisha katika riwaya ya Ahadi Yangu. Mzee Kipara ni nani? Kwanza kujiuliza. Mzee Kipara kwanza alikuwa ni baba yake Shose, lakini pia ni mume wa wake wawili. Mke wa kwanza alikuwa ni mama Shose na mke wa pili alifahamika kwa jina la Odo, ambaye huyo alikuwa ni kama ni chepuko lakini baadaye alikaa ni mke kwa sababu alimweka ndani na alionekana pia kwa masuala ya urithi yumo. Kwa hiyo tumemhesabu kama mke. Ameibua dhamira gani? na ya tu kama unajua kubiiana alikuwa ni rafiki yake Mainga ambaye huyo alikuwa wanakaa katika bweni moja. Sasa yeye pasipo kujua kama maenda ana urafiki na Odo. Huyu Mzee Kipara yeye akaanza mahusiano na Odo. Hatimaye Mainda siku moja nikapo nini anaangalia mtasa. Alipokuwa karibu alitambua kwamba kilikuwa ni gari ya Mzee Kipara. Huyu Mainda sasa alipokuwa karibu zaidi mlangoni mlango ulifunguliwa na Odo aliteremka na kusimama kwa mbele ili amwage mgeni wake. Punde si punde macho mze ya Mzee Kipara yaligongana na Mainda. Hapa sasa Mzee Kipara aligeuza uso wake kwa haraka upande wa pili huku akiwa mtahayari. Mainda alimfanya kama vile amuoni. Alikuwa ni mtaalamu wa Mainda kwa kweli. Odo alipo alipomuona wakati anageuka kumsalimia Mainda ghafla gari la mzee wake lilitoka kwa kasi. Lakini pia kwa usaliti hiyo katika ukurasa wa mia moja na saba. Atakuwa hapo utasoma. Mapenzi yasio ya dhati ambayo hii inafungamana na usaliti. Ukurasa wa hamsini na tisa, ukurasa wa mia moja na saba, mwenye na kutosha kuthibitisha kwamba kuya kuna mapenzi ya dhati Mlezi, haya mambo ni kuaminiwa mambo yalikuwa ni magumu kuaminiwa ilitokea kurasa ya 107 ilikuwa ni hatari karashike nguo kuchanika lakini pia alikuwa ni kiongozi amegua dalili nyingine ya uongozi mbaya uongozi mbaya sasa wa 114 unaona wapi pale ambapo kwanza alitumia pesa zake vibaya alitumia hata pesa za serikali vibaya kwa wakati ambapo unaenda na kama kuna matatizo mbalimbali katika jamii wa ambapo huyu alikuwa ni mbunge alikuwa ni tajiri kweli wanakijiji wanategemea kusuluhishiwa matatizo yao katika jamii. Yeye alikuwa anatumia anataki vibaya, wapi utafuta vimada ikiwemo kodo, kununua magari ya gharama na masoa mengine kama haya wanajibitika. Wakati wa mwandishi anasema kwamba mpaka wananchi walikuwa amjui ujoni yupi, alikuwa anaonekana kijuni cha kampeni tu, huyu ni kipara. Ukisoma ukurasa mia moja kumi na nne na nne mwandishi anakwambia alipokuwa anahutubia pale mpunguzi, e, wa kanisa ndio anaonekana wakati ambapo anaandaa sera za uchaguzi mwisho, kwamba wenye kumlaumu kwa kutofika jimboni muda mrefu, wenye kulalamika juu ya kutimiza ahadi zake, na wengine wakinong'ona kuwa hali yake ambayo imekuwa dhamira ya kuto kuwajibika. Kuto kuwajibika imeonekana wapi? Katika ukurasa wa mia moja kumi na moja ukisoma hapo. Ubaguzi sabaguzi, imeonekana wapi? Alipokataa kumsomesha mtoto wake ambaye alikuwa nikwa E, uh, e, ni alikuwa alikuwa na na swala la matabaka hasa alipokuwa ana cheo kikubwa, lakini lakini wananchi wake wake walikuwa ni kina makabwela, alikuwa hawajali. Pia swala la matabaka pale ambapo mtoto wake alitaka kwenda kuolewa na Kizito, alikataa akasema Kizito ni kabwela.

na mambo yanakuwa vipi? Pengine angemuoa na wewe, unajua nyamba ile ingetokea pindi ambapo kizito angeroa gerezani, alikuta dawa za kisha kolea nyingine. Ni kizito kizito, pia ameibua dhamira nyingi miongoni mwa wasifa wakuu, ikiwemo dhamira ya kwanza kabisa, eh, ni mchapakazi. Alikuwa ajiliwa ni mambo makubwa, jambo ambalo lingelekea kupandishwa cheo. Alikuwa ni mpambanaji, lakini pia tunapata swala la maskini hapa

Baada ya kufumania mambo yalikuwa ni magumu anataka. Alipofumania mambo yalikuwa ni magumu akaamua kujiingiza katika ulevi. Anjela kwa mwanaenda kwa na wanawake wengi masuala alikuwa alikuwa na wanawake wengi sana mimi ndio Ili kumjua na Mainda alipokuwa anamsimulia shoti ya balizaki alikuwa na wanawake wengi sana. Eh, kwa mikuwa pia ile hapo. Swahili. Ikafanya video kwa sababu ya ulevi na akagongwa na gari akaweza kufa kwa hiyo hata ngine mhusika mmoja kutumia kujibia na kutupa hii madudu. Mhusika mwingine mhusika mwingine ni Odo. Odo huyo alikuwa ni nani? Huyo alikuwa ni mchepuko au nyumba ndogo ah, yes, uh, wa mzee Kipara. Dhamira hizo zibua ngapi? Zile zile usaidizi tunaangalia huko kwa tarehe 18 maliwa alikuwa pia na kiburi usaidizi unaonekana, usaidizi unaonekana katika mwaka wa mia moja na saba. Mhusika mwingine anaonekana hapo pia ni Subi. Subi alikuwa nani huyu? Ni, ni Shoti aliyepata leo zito. Alikimbilia kule Mwanza kwa subi. Huyo alikuwa na mapenzi ya dhati. Lakini pia alikuwa na huruma mkubwa aliyemsaidia kumpatia shilingi 1000 pale ambapo Shoti alipokuwa anaondoka kuelekea paradake. Maina. Mhusika mwingine pia kumsahau tunaona kuna Maina. Huyo pia alikuwa ni alikuwa mtu kibora sana. Huko na binafsi sana Maina. Kama vile alikuwa ni mchapakazi. Maina. Eh, na alikuwa ni mpambanaji sana. Bila kumsahau Mnyato eh tunaamisha mtu haraka hapa ni nyato huyo alionekana katika klasa kwa klasa wa 87 huyo alikuwa ni mwizi kwa zile pesa aliyohamisha zile pesa pesa zile za kidhisho hakuna lageni pamoja na msia huyo alikuwa ni mtu wa mjepara huyo unamuona alikuwa na tabia mbaya alikuwa na kiburi kwa mama yake lakini huyo hapo alikuwa na tabia nzuri alifaulu masomo yake vizuri na kama haya. Wahusika ni wengi sana sababu so, hii ndio mapana hatuwezi kumaliza. Tumekurahisishia kwa kwa kwa ukurasa soma vizuri utapata wahusika wengi ambao watajibu. Tunafunga Ahadi Yangu, Masere tunahamia ni ni ni hiyo. Yeah, baraka baraka tupo hapa katika. Bila kusahau John ya ya Kaga YouTube channel Mabala. subscribe en

Nafikiri alikuwa na imani ambayo anayo katika jamii na ndio maana kitabu cha Maji hayafuati mkondo. Ni kitabu kizuri sana na simulizi na zimeshasimuliwa na tena kwa kwanza yuko upitie kutembelea huko. Ni mtakatifu. Ama mapenzi mama ndio. Huyu ni mwanamke wa Kiafrika alikuwa ni mchapa kazi miongoni mwa wanawake aliyokuwa anapambana, kupambana kazi na alikuwa ni jasiri kupitiliza. Alifanya ule mfuko mkubwa ambao ulikana mwanzo mpaka mwisho. Mambo yake yalikuwa ni makubwa sana na ameboa dhabila nyingi sana. Huyu sasa ndio alipitilisha kwa haraka. Alikuwa na watoto tisa kila baba alimsaidia tu watatu. Ndipo ya kwanza kwa sababu ni mkubwa, alikuwa ni Wakiuni, alikuwa alikamewa kwa jina la Mlimi. Wa pili alikuwa ni Neema, wa tatu alikuwa ni Mei, wa nne alikuwa ni Sai, wa tano alikuwa ni Roki, wa sita alikuwa ni Riki, wa saba alikuwa ni Tinda, wa nane ilikuwa ni Baraka na mwisho ilikuwa ni Rehema. Ama watu wake tisa walikuwa hapo, huyu mama atachapa kazi. Ama mwalimu hii mwenyeisha pale ambapo ilikuwa ni pambano ya kufanya shughuli mbalimbali, ukisoma katika ukurasa, ukurasa wa 4 ukurasa wa 4 kwa sababu mtu mmoja kwenye mkondo alipokuwa, pia alipokuwa anamuuliza mama Harriet, alishaye kufanya mashughuli mbalimbali, ameuza siri nini, akaenda kwenye kilimo, ameuza baa. Mpambana sana mwanamke, aliwa pambana kuwasimisha watu wake mwanzo mpaka mwisho na hakufeli. Kaanza kwamba alikuwa peke yake, lakini aliweza kupambana na watu wake wote, aliwasimamia kila haki ambayo alikuwa anataka kuifanya, lakini pia alikuwa ile ndio akabilia pia e, katika ukurasa wa nne eh alipokuwa anapambania hii, ukurasa wa nne pia sehemu nyingi za kitabu pale, ndipo alipokuwa anapambania ya watu wake kuanzia mwanzo ukurasa wa kwanza mpaka ukurasa ya mwisho. Mama sita anaonekana sana ama pambania ya watu wake. Kila mtu kakata ujinga, hakusita kumoja. Alikuwa ni mama wa Afrika, mama wa kazi kweli kweli. Sala makini imejidhihirisha eh, katika kurasa mbili eh, pale ambapo huyu mama an alipokuwa anaelezea mtoto wake anamwambia kwamba jamani mambo ni magumu, msomo mtoto wangu. Alipokuwa mkukuza na mwanaume alianza kusikitika maisha yake yote yalivyo, alikuwa ni maskini mwanzo alipokuwa, baadaye alipambana na maisha akawa juu, lakini mwanzo maskini unaonekana kwa mwanamke huyu. Hatuwezi kusahau swala la jasiri linaonekana ukurasa wa 48, swala la jasiri linaonekana ukurasa wa 88. Hii ni e, ngoja jasiri wale wanawake ya pili, kwa hivyo kama simba hakusita kupambana na wanaume na wanawake wale kuleta ujinga kwa watoto wao na kwa watu. Mfano ile ukurasa wa 88 pale ambapo yule mwanamke boss alikuwa ni mshanga, alikuwa analea watoto, alipomchukua mwanae mmoja kwa mwanae aliki akiwa na mwanamke alikuwa pale, ile kituo cha polisi alienda akampata, akamchukua kibao akampiga, lakini pia alimshika yule bwana. Bwana sijali alimpa mimba mtoto wake Neema hospitalini, alibeba kisu chake akaondoka nako, akaenda kuzoa zala mentali, alimkunuta mwanae mwanae mwanae Tinta alipokuwa anafanya mwiki, anapita, anafanya mambo ya kijinga na anataka nikurushia panga. Alifanya mambo mengi sana na ujasiri wake huu, alimrushia mwanae mpaka Tinta ambaye alikuwa anapambana bila dhamira ya ukombozi. Ya ukombozi inaonekana katika nyanja mbalimbali, kama kabisa amekomboka kifikra, ki jamii, ki kimtu, eh, kifikra alipokuwa na masuala ya urithi, alikuwa ni mtu smart sana mwenye akili, akapangilia mambo yake vizuri. Kila mmoja alimpa urithi wake mbali na kifo chake, jambo ambalo limsaidia limesaidia kuibua kuzuia migogoro kijamii. Alipeleka watu wake wote shule eh, hey, wote mfano liki fanya kwamba roki mfano, pamoja na kwamba alifeli alimpeleka tena shule akampeleka tena shule akafeli akampeleka shule, hakuna tamaa. Watoke wote tangu alipa haki yake, lakini pia kiuchumi, ukurasa wa kwanza kabisa, ukurasa wa 2 na 3 na sehemu nyingi, alikuwa anapambana mpaka kanisa la Jabu ya Pombe. Na kwa kwa familia yake ilikuwa, mazingira yake yalikuwa magumu, alikuwa anakumbuka, alikuwa zamira ya kumbao, na kama anasema kwamba ni miongoni mwa watu mfano, kwamba wanawake wanaweza Ah, uh, lakini pia kuna mnyanyasaji uh, pamoja na ulinzi. Mnyanyasaji ukurasa wa kwanza pale ambapo ni mwanaume alikuwa amenyanyasa. Ukijua mwanamke ikidhamira inaweza ku uh, kuingia. Pia ukilinganisha na swali yetu utakuta ukurasa link hapo. Lakini pia masinja, kuna jamii yetu inaonekana wapo wanawake ambao wana ni masupa huma, nasema ni masingomala wanapambana. Kunguli mwao wapo wanalea katika jamii, wanawasomesha watoto wao, wanazoa wakimbia, lakini wanazidi kupambana. Hawa pia wapo na uni mfano bora ambao mwandishi anenijua katika jamii. Bibi alikuwa ni Sinta. Sinta huyo alikuwa ni binti wa mama Sinta kwa jina la Bibilisha. Alikuwa ni mtoto wa saba, lakini pia huyo ameibua dhamira nyingi. Kwanza kabisa alikuwa ni mpambanaji naye. Pambanaji. Eh, Au ndio kusema ni kijakazi. Alipokuwa anafunga shule alikuwa mama yake alikuwa anasaidia mama yake kazi. Mwanzo mwisho anapambana. Eh, Ameibua dhamira kama vile ya kupongoza. Kupongoza leo ibua kwanza kabisa ni kifika maonekana kwa yule mwalimu mkweli, mwalimu wa geography katika ukurasa wa 95 sio rahisi, alikuwa anajelewa mkataa, lakini pia alikomboka kijamii pale ambapo alivyopambania elimu yake, mpaka ukurasa wa mwisho kabisa anafanya vizuri kwenye elimu yake kusaidia mama yake. Pia huyo alikuwa ni jasiri kama mama yake, jasiri kama simba, ukurasa wa 113 Alipokupwa na walimu kweli, eh, alijisimamia kwa kweli na akakataa na hatimaye akatoka salama kabisa. Sio jambo la hisi sana, ungekuwa na wengine ni rahisi sana, lakini yeye alionyesha ujasiri wa hali juu, lakini pia alikuwa mchapakazi na mwanamikazi wa mdogo tena walikuwa mahala kwenye sita, pia eh, ni wapo Okay, mwisho mwingine watatu ni Mulimi. Mulimi kama kumbuka wewe ulikuwa ni mtoto wa kwanza kabisa. Akakaa kiti sita, alikuwa mtoto wa kwanza ama mama sita. Ah huyu alimchukua pita kwa kumlea ameibua dhamira mbalimbali kama vile mmonyoko wa maji ni ukurasa wa 36 pita alipotoka na kijakazi wake ambaye ifanyika kwa jina la Kuba eh ukurasa wa thelathini na sita Kuba alikuwa na miaka 15 binti mdogo tu akamshawishi kwa mwingine kwa maana kimapenzi na kama ambao ni tofauti na jamii yake lakini pia alikuwa ni mlevi alipofumaniwa akaharibika kaanza kulewa akabadilika lakini mke yake alipoondoka Messi ukurasa wa thelathini na moja ni 36 pale ulevi ambao ulimpelekea hali mbaya pia alikuwa na maana wanawake wengi

eh, kama vile umaskini au kama maskini jamaa ambaye umesababishia huku kushawishiwa na mambo mimi kaya kwa kwa sababu jamaa kwa 38 ambaye nimpelekea kujiingiza na watu ambao wasiofaa. Lakini pia mhusika mwingine wa tano ni mwalimu kweli. Huyu ni mwalimu ambaye pia anataifa yake kwa pamoja alibua jamii na mbalimbali kiemu moja kwa maji alikuwa anatumia vibaya cheo chake kwa ladhani watoto wadogo alikuwa anafundisha imejitikisha leo kwa kata 111 mwandishi anaelezea kwamba isipeni ambapo alikuwa anatumia watoto wa E, eh, lakini pia amekuwa na bila kuto kuajibika. Eh, ameshinda kuajibika vizuri jambo ambalo limepelekea mke wake ambaye alikuwa ni mwalimu mkuu alikuwa anajibika vizuri sana. Lakini alikuwa hajibiki, alikuwa anatumia uongozi wake kwa walimu mbaya, kwa dadai watoto bila kusahau alikuwa ni mwenye hataji na kupanda. Mwalimu kweli yeye tunaona kwamba wa 111 pale ndipo ambapo anapo kufumaniwa. Kwa mwalimu kweli wapo katika jamii. Ila walimu tunajua mambo ambayo anafanya. Sisi wenyewe pia tulikuwa walimu wa

Mhusika mwingine hatuwezi kwa sahau Mzee Pekupeku huyu alikuwa ni baba yake Keni. Amebua maudhui mengi sana ikiwemo mmomonyoko wa maadili pale ambapo alipoamua kutembea na Riki ambaye alikuwa anafikia Keni katika klasa ule wa hamsini na sita pia alikuwa ni msaliti e. Katika klasa wa hamsini na sita alikuwa msaliti mke wake na kuamua kutoka na binti mdogo kabisa ambaye alikuwa ni Riki. Hatuwezi tukasahau mchango wa Roki ambaye alikuwa ni binti wa, wa, wa mama Sinta. E, huyu yeye amebua dhamira nyingi sana. Ikiwemo alikuwa na kiburi lakini pia amebua dhamira mmomonyoko wa maadili. E, hatuwezi kusahau mhusika Sami ambaye amebua masuala ya mmomonyoko wa maadili ukurasa wa tisa, kijana mdogo alihusika na masuala kama vile uuzaji wa dawa za kulevya. Pia alikuwa na tabia za umalaya, katika ukurasa wa nne anaelezewa habari zake, alikuwa anatembea na wanawake wengi sana, aliwapa mimba wanawake watatu na kuamua kuwapoteza kabisa. Pia hatuwezi kusahau mama na baba wa bosi e, wa Riki. Hawa mama alikuwa ni mshangazi aliyekuwa analea watoto anachukua vijana wa mtaani. Huyu bosi alikuwa anachukua vijana nawapeleka nje. Dhamira e, kama kwa maadili limeonekana hapo kwa sababu alipokuwa anawalea, ukurasa themanini na sita, mfano mzuri Liki alilelewa na kupewa maduka kubwa, jambo ambalo sio utamaduni wetu. Pia mwalimu mkuu huyu alikuwa ni mke wa mwalimu mkweli, amebua mambo kama vile ukombozi wa kisiasa pia kifikra. Eh, ameshika nafasi kubwa ya uongozi katika shule, lakini pia alikuwa ni kiongozi bora kulingana na maamuzi alikuwa anafanya, shule yake ilisonga mbele. Alikuwa ni mtatu wa migogoro na matatizo katika shule yake, alikuwa ni jasiri, aliweza kuwakemea walimu walikuwa nafanya vibaya, ukurasa wa 118 hadi mume wake mwenyewe aliweza kumpinga alipokuwa nakosea. Lakini pia alikuwa ni mwajibikaji katika kazi yake pamoja, alikuwa ni mpenda haki, alikuwa ni mpenda haki, alipenda haki wapi? Alikataa kumwekea mume wake dhamana na akamfunga. Hiyo ilikuwa ni kwamba ile kweli mwalimu alikuwa anapenda haki. Wahusika wapo wengi sana, tumeshawachambua wengi tayari kama ushapata dhamira za kutosha sana, tunawamalizia tu Mainda ambaye alikuwa ni msaada mkubwa sana kwa upande wa Sinta alipokuwa anapitia changamoto zake. Huyu amebua dhamira kama vile ya kuchapa kazi, alikuwa ni mpambanaji sana na upendo. Hatuwezi kumsahau Messi ambaye alikuwa ni mke wa Mulimi e, lakini pia alikuwa ni wifi wa Sinta. Huyu hapa alikuwa ni ukombozi. Eh, ame... ame... ame... amebua dhamira kama ukombozi ambapo mpinzani kabisa wa, wa, wa, wa, wa Sinta. Huyu hapa kwa jina la Kobe. Kwa wa Femi, upendo wa dhati, mambo mengi huyu bwana eh, uklasa wa 44 amefanya mambo maajabu sana. Kumbuka huyu alikuwa ni mpenzi wa alikuwa ni mpenzi wa Ricky pamoja na Judy. Huyu jamaa yeye ameibua dhamira nyingi sana ikiwemo mmoja kwa maadili. Unaonekana wapi? Pale ambapo alipoamua kuwapa mimba Ricky pamoja na Judy kwa pamoja pasipo wenyewe kutambua na alijiweza kujivuna kwa yale mambo alikuwa ameyafanya. Inapatikana katika class 44, nene, ukifungua, utakoti. Kwa pamoja, huo ndio mwisho wa uchambuzi. Wahusika ni wengi, dhamira ni nyingi, lakini nimekurahisishia na ukifuata vizuri utapata quotation za kutosha na kazi utaifanya vizuri, karatasi nane zitazidi, eh, itakuwa ni chache na hiyo ndio maana halisi ya Mabala the Storyteller. Na kama bado ya subscribe, utakuwa umechelewa kwa sababu unazidi kuchelewa kupata kazi nzuri ambazo zimeandaliwa, zinapikwa, zipo jikoni. Langu jina ni ite John Mabala ama Mabala the Storyteller. Asante sana kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nikusii tu tukutane katika kazi nyingine and may God bless you.